Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu. Akamwambia, akamwambia mm, yu wa 18 months. Akamwambia, so unanipima un, unapima kilo ngapi ya yeah, unga. Clients are waste are eh, waiting. Akamwambia, I have two cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow alisema hana visu vya kufanya operation ati zake zilienda na maji. Akamwambia fanya hivi basi, nipe unga yenye uko nayo 300 grams. Sikupe unani cheat nani amesema sasa? After nishakufungulia bizi yote unani namse nini? Paka unacheka, si simu ni, ni, na na ni, yes, ni yako nasi unashindaga nayo

aaduguni wapitatmaafan. Sasa nikuulize bro, umetuleta mali ulizika mtu ama umetuleta mali? tunaenda kupata watoto tukitoka, umesema tunaenda wapi

na sasa, sio tupeleke mahali ulikuwa unatupeleka sio? Umesema unatupeleka mahali penye watoto wako, na umesema unanipeleka kwa hao majamaa. Sasa imekuwaje tena? Utusimamisha na nini? umekuja kutusimamisha hapa? Nitawapeleka i mwadamu nataka mtoto wake, unasikia? Ato madamu tulikuwa tushafanya nini? Hati tushafanya nini nini? hiyo ni nini? kufanya nini nini? tumeongea nini? Bro acha nikwambia unajiletea shida yenye hautaelewa. Mbona unaongea mambo nusu nusu ukibadilika? Mbona unaongea mambo ukibadilika? Unaitikia kufanya kazi ya unyama kama hii? Mimi kazi na pia ngo ofisa. Unaitikia kufanya kazi ya unjinga kama hii? Sikutaka na problems. Problem gani? Shida tofauti. Tuende wako. Wewe unajaribu kusema nini wewe? Ni nini unaongea? Anji? Ukifanyia mtoto wake unyama. <gibu> Wachana nae. Toka. Toka, madam. Wachana nae. Wachana nae, madam. Tumeongea aji, madam. Sipenda kwa. Hapo tu pendeni. Sio sikiza vetu ndio. Na wewe sio ongea. Umesema unatupeleka wapi? Sio umesema unatupeleka mahali yako. Ni nini? Wewe umesema unatupeleka huko. Kwa nini unachukua unatupea unachukulia time? Unafanya nini? Tufanye kazi yetu ama tuende. Wewe umesema unatupeleka. Alafu ni nini nyingine unataka kuleta hapa madrama? Umesema unatupeleka ama unatupeleka? Nini maana? Kwa nini unataka kuleta mambo mengi hapa? Sasa nitakumaliza saa hii, acha nikwambie. Mambo ni mawili. Nipeleke ama kama utupeleki si, nitakosana na wewe. Mimi nitakumaliza saa hizi. Ni wewe. We usifikiria niko na uzuri na wewe. Ndio hata ulileta hiyo shida ikapatikana. Sahihi, wacha nikuambia, ukicheza na mimi ntakutandika, nitakupiga risasi sahihi na nikuacha hapa ndani. Madaamu, tafadhali, tulia tufanye kazi yetu. <laughs> Kwa nini unataka kunisumbua hivyo masaa hiyo yote? Kutoka hiyo time yote unasema unatupeleka, unatupeleka mpaka saa hii utupeleki. Ni nini unataka? Unataka aje wewe? Unataka aje? Niambie, unataka aje? Aje wewe, unataka aje. Nimekuuliza. Wacha nikwambie ni ni tutakosana na wewe Kaa chini haraka. Nasi tupeleke. Ni nini unataka? Madamu wachana nae. Wachana nae. Wachana nae. Tafadhali wachana sasa. Madamu usikie. Wachana nae. Madamu na wewe. Wachana nae. Ah, wewe na yani ni nini? Tumeongea nyinyi na wewe. Tusimame. Unaona, leta mambo mengi. Sisi tupeleke. Tutapeleka ofisi. Sisi tupeleke sasa, ni nini unangoja? Na kwa nini unacheza na akili yangu? Eh? Unataka kutoroka, si ndio? Hebu shika huyo mtu. Hebu shika huyo mtu.

Jinga, namna, wacha nikwambia, nani wewe? Utacheza na mimi? utacheza na mimi, tutakosana. Unasikia? Tembea haraka! Nini, uko na jinga ku... tembea haraka haraka. Haraka utuonyesha mbali na haraka Anasikia fande sinone, jamaa venye anajifanya hivi. Ewacha tukose kumuona kumwona. Mimi nakuachia kazi, acha tutoe pingu, akae hivi. Maliza mtu kwanza, ndio mtu. Rudi nyuma, unaenda wapi wewe, nani? Toka, rudi huko. Rocky office, Rocky. Inini, anasumbua? Ni, anasema tukainyuma sisi ni huko. Sasa fande <laughs> hmm? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm? Wewe unajua kuogelea no, na na Mombasa au umezaa wewe? Ungeingia hapo kisha shika wa mama, aingie mwenyewe. Mama madamu anaogeleanga. Haya mambo si ya zoea. Ni mtu imeenda mpaka wapi? Unasema ni wapi <inaudible> kabisa? na sauti wewe, huyo jamaa kwa hapo huyo anaitwa huyo. Si ukuja na kijana mmoja hapo, umeleta hapa nini wewe? Leta, nataka muingia nao jamaa hapa ndani

Sasa nikuulize umekuja kutufanyisha kazi ya ujinga ama ni kitu unajua enye unafanya wewe unakuoshiwa na kitu umetuleta hapa? Ni kwa hii mto. Wewe, wewe. Sio shughulike basi. Shughulika. Sasa umesema tumekuja ha? Sasa yanaenda. Sasa tunaingia hapa kutafuta watu wenye wameingia hapa ndani. Wewe chukua mpole wewe. Hmm. Kazi tuimalize tu mara moja hmm. Ah. Toa vitu uko nazo, kwa nini zisiharibike? Peana huko, uingia hapo. Kwani unadhani hata kama iko hapo iko tu hapo ama iko songa na maji hizo siku zote ha? Na ingia na viatu. So, toa viatu bana. Bala bro bala.